Tarehe 21 Aprili 2025, kanisa Katoliki lilinyamaza, dunia ilinyamaza. Papa Francis, kiongozi wa matumaini, amefariki dunia. Lakini historia yake haijaanza Vatican, ilianza katika nyumba ndogo ya familia maskini ya wahamiaji. Leo twende pamoja kwenye simulizi ya maisha ya mtumishi wa kweli wa watu, Papa Francis. Sehemu ya kwanza: asili ya familia, mwanzo kabla yeye kuzaliwa. Baba yake Mario Jose Bergoglio alizaliwa mwaka 1908 kijijini Potacomaro, Italia. Alikuwa mwana wa familia ya wakulima wa kawaida. Wakati ghasia za kisiasa na utawala wa Mussolini zikishika kasi, Mario ililazimika kuhama. Alitafuta amani akaelekea Argentina mwaka 1929 akiwa na matumaini ya maisha mapya. Regina Maria Sivori, mama wa Papa Francis, alizaliwa mwaka 1911 huko Buenos Aires. Alikulia katika familia ya maadili na imani ya Katoliki. Alikuwa mnyenyekevu, mwenye huruma na mwalimu kwa watoto wa mtaani. Mario na Regina walikutana katika harusi ya kijamaa. Walifunga ndoa mwaka 1935. Mwaka mmoja baadaye, walibarikiwa kuwa na mtoto wa kwanza msari wa Jorge Mario Bergoglio, ambaye baadaye dunia ikamfahamu kama Papa Francis. Sehemu ya pili: utoto na elimu. Jorge alikuwa Buenos Aires. Alipenda kupika, kusoma vitabu na alikuwa mwenye heshima akiwa kijana aliugua sana na aliondolewa pafu moja, jambo lililomfundisha thamani ya maisha mapema sana. Alisoma falsafa na theolojia katika taasisi ya wajesuiti na kuwa mwalimu wa fasihi akiwa na miaka 21. Aliingia seminari ya kijesuiti tarehe 13 Disemba 1969 alifanyika kuwa padre. Sehemu ya tatu stari wa safari ya imani Kabla hajawa padri, George alifanya kazi ya msafishaji katika maabara na hata mlinzi wa klabu siku. Lakini pia aliwahi kumpenda msichana, upendo wa kweli wa ujana. Alipomwambia kuwa anataka kuwa padri, msichana huyo alilia sana. Mwaka 1958 na alijiunga rasmi na mafunzo ya Wajesuiti, akasomea falsafa, theolojia na malezi ya kiroho. Tarehe kumi na tatu Disemba 1969, akafanywa padri. Mwaka 1973, akachaguliwa kuwa mkuu wa shirika la Wajesuiti nchini Argentina. Aliongoza shirika hilo wakati wa utawala wa kijeshi, miaka ya giza ya mateso, hofu na vifo. Alilinda watu waliotafutwa na jeshi. Alitoa hifadhi. Alihatarisha maisha yake kwa ajili ya wengine. Sehemu ya nne. Uongozi na uteuzi wa kuwa papa. Mwaka 1992 aliteuliwa kuwa askofu msaidizi. Mwaka 1998 na akawa askofu mkuu wa Buenos Aires. Alijulikana kama askofu wa watu. Hakukaa katika kasri rasmi la askofu. Alikataa magari ya kifahari. Alisafiri kwa basi, akawaona maskini, akala nao chakula cha kawaida. Mwaka elfu mbili na moja aliteuliwa kuwa kardinali na papa John Paul wa pili. Katika konklevu ya mwaka elfu mbili na tano jina lake lilitajwa mara kadhaa, lakini hakuchaguliwa. Hilo halikudhohofisha safari yake ya imani. Tarehe 13 Machi elufu mbili na kumi na tatu, baada ya kustaafu kwa papa Benedikti, Jorge alichaguliwa kuwa papa wa 266 wa kanisa Katoliki. Akachukua jina la Francis, kwa heshima ya Mtakatifu Francis wa Assisi, mtetezi wa maskini na mazingira. Alikuwa papa wa kwanza kutoka Amerika ya Kusini na wa kwanza kutoka shirika la Wajesuiti. Dunia ilimkubali haraka kwa unyenyekevu wake, tabasamu lake na ujumbe wake wa upendo. Uongozi wake ulijulikana kwa upendo kwa maskini, mazingira, amani na haki za kijamii. Aliandika waraka maarufu Laudato Si' kuhusu utunzaji wa mazingira mwaka 2015, sehemu ya tano mstari wa miaka ya uongozi, mwaka 2013 hadi 2015. Alihimiza kanisa aliongee lugha ya huruma. Alisema, "Nani mimi ni wahukumu wengine?" Alipoulizwa kuhusu watu wa jamii ya LGBTQ, aliandika waraka Evangelii Gaudium, Injili ya Furaha, 2015 hadi 2019. Aliandika Laudato Si kuhusu utunzaji wa mazingira. Aliwahimiza viongozi wa dunia kuchukua hatua dhidi ya mabadiliko ya tabianchi. Alisafiri hadi Afrika, Asia na Mashariki ya Kati akihubiri amani. Mwaka elfu mbili na ishirini hadi elfu mbili na ishirini na nne aliunganisha Cuba na Marekani mwaka elfu mbili na kumi na nne Aliombea Sudani Kusini, Ukraine, Gaza, Myanmar na kwingineko. Pia aliomba msamaha kwa makosa ya Kanisa, hasa unyanyasaji wa kijinsia, hasa unyanyasaji wa kingono uliofanywa na baadhi ya makasisi. Sehemu ya sita: magonjwa na kifo. Mwaka 2021 hadi 2024, na afya ya Papa Francis ilianza kudhoofika. Alipata matatizo ya kupumua, upasuaji wa tumbo na maumivu ya goti. Tarehe 21 Aprili 2025, siku ya Jumatatu ya Pasaka asubuhi, Papa Francis alifariki dunia katika Casa Santa Marta, Vatican. Alikuwa na umri wa miaka 88. Dunia imehuzunika. Ujumbe wake wa mwisho aliyouandika kwenye karatasi siku moja kabla ya kufa uliandikwa kwa kifupi, upendo wa Mungu uendelee kuwagusa waliojeruhiwa, msikate tamaa na wasamehe wote, na nawapenda. Urithi wa milele aliyotuachia Papa Francis, hakuwa tu kiongozi wa kanisa bali kiongozi wa moyo. Alibeba huzuni za maskini akaeneza tabasamu kwa walio na maumivu. Alikuwa mfano wa unyenyekevu, msamaha na amani ya kweli. Vatikani imetangaza siku saba za maombolezo. Watu kutoka dini zote wanamkumbuka. Dunia imepoteza sauti ya utulivu. Umetuacha, lakini umetufundisha kupenda, umetuonyesha kuwa utakatifu ni maisha ya kawaida yenye huruma ya ajabu. Pumzika kwa amani. Mtumishi mwaminifu wa Mungu, dunia itakukumbuka daima.